Kitabu cha Isaya sura ya sitini na tatu na ya sitini na nne. Naam, kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo! Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro, ni wakati mwingine tena ninawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, kipindi hichi kinatusaidia tuendelee kusoma neno la Mungu na tuendelee kukaa karibu na uso wa Mungu. Tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba ni wakati mwingine tena unatupa nafasi kuweza kuungana watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu utushukie na kwa neema yako utusimamie ili sote tuweze kujengwa na kuimarika katika upendo wako, tutenge na kila roho zote za yule mwovu. Neema yako Bwana iwe upande wetu, maana Mungu ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana Bwana, tunaomba utusaidie, sote tuweze kuelewa na sote tuweze kujengwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kipindi kizuri sana cha kusoma Biblia. Leo tunasoma Isaya sura ya 63 na ya 64, na tuungane sasa mlango na ndugu zetu wa Word Project, mlango wa 63. Ni nani huyu atokaye Edomu mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra, huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake? Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu? Nalikanyaga shinikizo peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami; naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote maana siku ya kisasi ilikuwamo moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Nikatazama, wala hakuna wa kusaidia, nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza; basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu, ghadhabu yangu ndiyo iliyonitegemeza. Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu, nikawalevya kwa ghadhabu yangu, nami nikaimwaga damu yao chini. Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia, Bwana na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliyowakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake. Maana alisema, hakika ndiyo watu wangu hawa, wana wasio na hila; akawa mwokozi wao katika mateso yao yote. Yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa, kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua akawachukua siku zote za kale. Lakini wakaasi wakamhuzunisha roho yake mtakatifu, kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akisema, yuko wapi yeye aliyewapandisha toka baharini pamoja na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati yao roho yake mtakatifu aliyewaongoza kwa mkono wake mtukufu kwa mkono wa kuume wa Musa aliyeyatenga maji mbele yao ili ajifanyie jina la milele aliyewaongoza vilindini kama farasi jangwani wasijikwaye, kama ng'ombe washuka ubondeni, Roho ya Bwana akawastarehesha. Ndivyo ulivyowaongoza watu wako ili ujifanyie jina lenye utukufu. Tazama toka mbinguni ukaone toka makao ya utukufu wako na fahari yako. Uko wapi wivu wako na uweza wako? Shauku ya moyo wako na huruma zako zimezuiliwa kwangu. Maana wewe ndiwe Baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui wala Israeli hatukiri; wewe Bwana ndiwe Baba yetu, mkombozi wetu tangu milele ndilo jina lako. Ee Bwana, mbona umetukosesha njia zako ukatufanyiza kuwa na mioyo migumu hata tusikuogope. Urudi kwa ajili ya watumishi wako, kabila za urithi wako. Watu wako watakatifu waliumiliki kwa kitambo tu, adui zetu wamepakanyaga patakatifu pako. Tumekuwa kama watu usiowamiliki kamwe, kama watu wasioitwa kwa jina lako. Mlango wa sitini na nne. Na laiti ungepasua mbingu na kushuka, ili milima iteteme mbele zako kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeke mbele zako. Ulipofanya mambo ya kutisha tusiyoyatazamia, ulishuka milima ikatetema mbele zako. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu ila wewe, atendaye mambo kwa ajili yake amngojaye ya wewe wamlaki yeye afurahi yaye yaliyo haki na kuyatenda, watu wale wakukumbukao katika njia zako. Tazama, ulikuwa na hasira nasi, tulitenda dhambi. Tumekuwa katika mambo haya muda mwingi nasi, je, tutaokolewa? Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Tena hapana aliitiaye jina lako ajitahidiye akushike, kwa kuwa umetuficha uso wako nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu. Lakini sasa, ee Bwana, wewe ubaba yetu, sisi tu udongo, nawe umfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Ee Bwana, usione hasira nyingi, wala usiukumbuke uovu siku zote; tazama angalia, twa kusihi sisi; sote tu watu wako. Miji yako mitakatifu imekuwa jangwa, Sayuni umekuwa jangwa, Yerusalemu umekuwa ukiwa. Nyumba yetu takatifu nzuri, walimokusifu baba zetu, imeteketea moto, vitu vyetu vyote vyenye kupendeza vimeharibika. Utajizuia usiangalie mambo haya, e Bwana? Utanyamaza na kututesa sana?